Karibu kwenye Movie Secrets by Us. Kwenye hii dunia hakuna jina la filamu linalowekwa bila sababu. Kila jina lina siri yake, lina ujumbe wake, na sisi ndio tunavunja hizo codes zote. Tufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii Movie Secret by Us ni TikTok, Instagram, YouTube na Facebook. Twende kwenye siri ya leo. Kuna hadithi moja hadithi ya watu waliokuwa mbali sana na ulimwengu wetu wa kisasa. Waliishi maisha rahisi yenye utulivu, bila tamaa, bila ugomvi. Lakini siku moja kitu kilianguka kutoka angani, kitu kilichobadilisha kila kitu. Wao walidhani ni zawadi kutoka kwa miungu, lakini ilikuwa mwanzo wa machafuko. Sasa swali ni hili, je, miungu walijua walichokuwa wanafanya, au the gods must be crazy? Kwa nini hii movie iliitwa The Gods Must Be Crazy? Kwa nje linaonekana kama mzaa, lakini kwa undani jina hili linafunua mgongano mkubwa kati ya ulimwengu wa kisasa na maisha ya asili. Watu wa jamii ya San kule Kalahari waliamini kuwa chupa ya Coca-Cola iliyoanguka kutoka juu ni zawadi kutoka kwa miungu wao. Ilikuwa kitu cha ajabu kwao, lakini chupa hiyo iliwaingiza kwenye matatizo ambayo hawakuwahi kuyajua: wivu, ugomvi na tamaa. Kwa hiyo mwandishi wa hadithi anasema miungu lazima wawe wamechanganyikiwa, kwa sababu waliwapa kitu kilichowaharibia maisha yao ya awali. Jina hili linaonyesha kuwa zawadi au maendeleo tunayodhani ni mazuri yanaweza kuharibu maisha ya watu wengine. Kwa hivyo The Gods Must Be Crazy lina maana mbili: ni kejeli kwa miungu waliotuma zawadi ile ya chupa, na ni tafakari juu ya jinsi vitu vya kisasa vinaweza kuwa chanzo cha matatizo kwenye jamii zetu za asili na hii ni moja tu ya siri zilizojificha kwenye majina ya filamu tunazozipenda. Kama unataka kujua mengine zaidi, karibu Movie Secrets by Us, to follow kwenye mitandao yetu ya kijamii TikTok, Instagram, YouTube na Facebook kama Movie Secrets by Us. Hapa tunavunja siri zote za majina.